mambo vipi mtu wangu wa nguvu mtu wangu wa maana kabisa hope uko poa uko good na siku yako inaenda poa kabisa, mimi hapa nisemi niko good kabisa. Umesubscribe, umecomment, Ume like eh, unakuwa umetisha sana unakuwa ni mtu wa kwanza kupata stori zetu na update kibao kabisa hapa It's girl, baby, ungana nami nikujuze mingi hapa katika stori ambazo zina trend. Lakini kubwa tunazungumza leo hapa, stori ni nyingi mjini, lakini kipi kina trend basi ni kuhusiana na kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu leo Mei 19, 2025, aa, ameweza kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa ajili ya kesi mbili za jinai zinazomkabili na ikiwemo uhaini pamoja na shtaka la kuchapisha taarifa za uongo mitandaoni. Na, hatu hatua ya Lissu kufikishwa mahakamani leo inatokana pia na uamuzi wa mahakama hiyo kukubaliana basi na mapingamizi ya mawakili wa utetezi kwamba mteja wao afikishwe mahakamani na kesi isiendeshwe kwa njia ya mtandao kama vile ambavyo ilisemekana ama ilitakiwa kufanyika. Lakini pia kesi ya kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa YouTube itatajwa kwa ajili ya serikali uh, ku, uh, kumsomea hoja za awali, yani PH ili kesi hiyo iweze kuendelea na usikilizwaji wa mashahidi ushahidi huku kesi ya uhaini ikitarajiwa kuitishwa kwa ajili ya kutajwa bwana tu, ufahamu. uh, lini, pili, tu kwa ambaye ulikuwa ufahamu Tundu Lissu alikamatwa lini? Basi alikamatwa mwezi wa pili, ikiwa ni miezi michache tu kabla kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Na mengi yamekuwa yakiendelea kwenye kesi hii kiasi kwamba hata baadhi ama wanachama wa chama hiki cha Chadema wakiingilia kati na kuzungumza mengi ya hapa na pale, lakini pia mengi yamezungumzwa, yamefanyika, mashauri mengi yamefanyika, na kama ulikuwa tu ufahamu leo bwana kwenye moja kati matukio ambayo yalionekana yakiendelea katika kesi hii ya Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chadema, yani Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tanzania. Ilionekana pia uh baadhi ya viongozi ama baadhi ya wanachama wa chama hicho cha demokrasia wakizuiwa kuingia kwenye chumba cha mahakama na kuanza kuanzisha fujo ama kufanya kelele. Lakini pia uh, katika kesi hiyo ama kusikilizwa kwa shauri hilo, wameonekana baadhi ya viongozi ama wanachama wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema wakionekana katika mahakama kwa ajili ya kusikiliza ama kufuatilia mwenendo mzima wa kesi hiyo, na baadhi ya wanachama hao walikuwepo boniai na Lema na walifika katika eneo hilo ambalo wanachama hao pia walijikusanya jirani kabisa na mahakama ya Kisutu leo hii Jumatatu, Mei 19 2025 na kuelezea kile ambacho kinaendelea ndani ya mahakama na wakati wakitoa bwana uh, mrejesho wanachama hao walianza pia kushangilia kwa kauli mbiu ya People's Power, kabla ya viongozi hao na, na, na, e, na kutaka wafuasi hao wa Chadema kutokuzuia barabara jambo ambalo lilianza chama hicho cha Chadema wamejitokeza mahakamani hapo kujua hatima ya kesi hizi mbili ambazo nimekujuza nazo, mkabili mwenyekiti wao Tundu Lissu ambazo ni kesi ya uhaini, lakini pia kesi ya kuchapisha maudhui mtandaoni huko na bado mambo ni mengi yanaendelea kufanyika huko, lakini pia kubwa tu hapa 69 ikupa update zote. Uh, kwa stories ambazo zinaendelea mjini na zina, mjini, zina trendi kweli kweli. Mbali na hilo pia. Mimi niendelee kukujuza tu kuhusiana na kesi hii ya Tundu Lissu bwana, imekuwa ikizua mijadala mbalimbali kiasi kwamba hata mke wake ameonekana akizungumza katika mijadala mbalimbali huko nchi za ugaibuni kuzungumzia kesi hii ya mume wake mheshimiwa ama, ama, huyu mwenyekiti huyu bwana Tundu Lissu. Na hayo ndiyo yamejiri jijini Dar es Salaam kwa siku ya leo ikiwa ni Mei 19 mwaka 2025, kesi hii, bwana, ikirindima kweli kwelikweli katika mahakama ambako Tundu Lissu ametakiwa kusikiliziwa ama kusikiliza shauri zake. Lakini kuna kauli moja ambayo ilitamkwa na baadhi ya wanachama wa chama hicho wakiwa kule mahakamani, wakisema kwamba sisi hapa hatuvunji sheria na hatutoki, tumeruhusiwa kuja mahakamani. Baadhi ya wa wafuasi hao bwana walizungumzia kauli hiyo ambayo ilionyesha kuleta mtafaruku ama kuonekana kama vile fujo fulani zinataka kuibuka. Nimekujeza hayo lakini naamini wewe tu hapo umesikiliza kwa uzuri kabisa, lakini pia ukisubscribe, ukicomment, uki like, na kushare inakuwa ni jambo zuri kabisa. Drop comment yako hapo e, inakuwa umetisha vibaya vibaya mno. Hii ni 69 Media mpaka e, wakati mwingine till next time, it's a girl Sammy baby bye bye.